Kampuni ya Boeing imethibitisha kuwa imekuwa ikizungumza na mashirika ya ndege ya wateja wake kutoka China kuhusu nia yao kuhusiana na usafirishaji wa ndege zao, huku kampuni ikisema kuwa inatafuta kwa bidii chaguzi za kuuza upya ndege ambazo tayari zimejengwa au ziko katika hatua ya kuunganishwa. Boeing ina karibu usafirishaji wa ndege hamsini kwa mashirika ya ndege ya China katika mipango yake ya mwaka 2025 ikiwa ni pamoja na ndege aina 737 max 8 na 787-9 kwa ndege tisa ambazo bado hazijaingia katika mchakato wa kuunganishwa Boeing inazungumza na mashirika ya ndege ili kuelewa nia zao, na ikibidi inaweza kuzipeleka kwa wateja wengine. Wakati wa mkutano wa kutangaza matokeo ya mapato ya robo ya kwanza ya Boeing uliofanyika April 23, Kelly Ortberg, rais na mkurugenzi mtendaji wa kampuni hiyo, alisema kuwa ingawa sehemu kubwa ya mlolongo wa usambazaji wa kampuni uko Marekani, baadhi ya wa wasambazaji muhimu kutoka Japan na Italia pia wanakabiliwa na, na ushuru wa forodha. Zaidi ya hayo, Otbag alibainisha kuwa tatizo jingine ni ushuru wa kisasa ambao unaweza kuathiri uwezo wa Boeing kusafirisha ndege kwa mashirika ya ndege. Mfano halisi China, ambapo Otberg alibainisha kuwa nchi hiyo ndiyo pekee ambayo Boeing imekuwa na matatizo nayo tangu Donald Trump alipoweka ushuru mkubwa wa dhidi ya bidhaa za China zinazoingia Marekani, hali iliyosababisha China kulipiza kisasi. Otberg alikiri kuwa kutokana na ushuru huo, wateja wetu wengi wa China wameeleza kuwa hawatapokea usafirishaji. Akithibitisha ripoti zilizokuwepo awali, Otberg alisema kuwa Boeing imechukua njia moja kwa moja kushughulikia suala la usafirishaji huu, ambapo kampuni hiyo imeweka akiba karibu usafirishaji hamsini kwa mashirika ya ndege ya China katika mipango yake ya mwaka. Kwa mujibu wa Ortberg, Boeing haitazidi kuendelea kutengeneza ndege kwa wateja ambao hawako tayari kupokea usafirishaji hadi kampuni ipate ufafanuzi zaidi. Itafanya kila liwezekanalo kuhakikisha hali ya China haiathiri mtiririko wake uzalishaji. Ortberg alieleza kuwa mwaka 2025, kampuni ina mpango wa ukoaji wa tahadhari unaozingatia mabadiliko madogo au hatari. Ortberg alibainisha kuwa Boeing inaendelea kukabiliana na hali hii kwa njia ya utangulizi na utawala wa Trump, akisema kuwa maafisa wa serikali hiyo wanaelewa umuhimu wa sekta ya anga kwa uchumi wa Marekani na nafasi ambayo Boeing inashikilia kama mmoja wa wauzaji wakuu wa bidhaa nje ya Marekani, kwa mujibu wa makadirio ya CH Aviation pamoja na ndege 20 ambazo Boeing tayari ilikuwa imesafirisha kwa mashirika ya ndege ya China kabla ya mvutano wa ushuru kati ya Marekani na China. Angalau ndege nyingine 8 zilikuwa zimepangwa kusafirishwa kwa mashirika ya ndege ya China. Hii ni pamoja na angalau ndege nne aina ya 737 MAX 8 na nne aina ya 787-9 ambapo ndege za 787-9 tayari zilikuwa zimefanya safari zao za kwanza kati ya mwaka 2020 na mwaka 2021.